Sasa dunia na ulimwengu ni nini? Dunia na ulimwengu sio maji, sio bahari, wala dunia na ulimwengu sio mimea. Dunia na ulimwengu sio milima. Dunia na ulimwengu, tunapozungumza dunia na ulimwengu, dunia na ulimwengu ni mfumo unaotawaliwa na utendaji wa Shetani. Ni mifumo ya Shetani inayotawaliwa na utendaji na tabia za shetani. Hiyo ndio dunia. Kwa mfano, dhuruma ni dunia, uuaji ni dunia, ukabaji ni dunia, ulevi ni dunia, uchoyo ni dunia. Hii ni mifumo yote ambayo inatawaliwa na utendaji wa shetani. Hiyo ndio dunia. Kwenye kitabu sasa cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya ya pili msalo 15, anasema hivi msiipende dunia wala mambo aliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia kumpenda Baba akumo ndani yake, mtu akiipenda dunia kumpenda Baba akumo ndani yake. Sasa nini manake? Manake cha kwanza, tambua mtu anaishi kwenye dunia, na kama mtu anaishi kwenye dunia lazima ataipenda dunia, kwa sababu yeye ni wa duniani lakini asema kumpenda dunia ni kuwa kinyume na Mungu. mm -hmm, mtu akiipenda dunia maana kumpenda Mungu akupo. Kwa hiyo okay, ukisema mimi naishi kwenye dunia na ulimwengu, maanake kumpenda Mungu akupo. Kitabu cha Yohana sura ile ya tatu, sura ya tatu msala thelathini na, na, na, na moja anasema hivi tatu, thelathini na moja anasema yeye ajaye kutu, yeye ajaye kutoka juu huyo huyo yu juu ya, ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya duniani. Ehe, yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia na unena yale yaliyoko duniani. Kwa hiyo huyu wa duniani hawezi kuyanena ya Mungu, kwa sababu kumpenda Mungu inakuwa ni shida kwa kwa sababu yeye ni wa duniani. Kwa atanena yale yaliyoko duniani kwa sababu yeye ni wa duniani. Kwa hiyo kumpenda Mungu hakuwezi kukaa ndani yake. Na Yakobo sura ya 4 mstari wa 4 asema ukiwa rafiki wa dunia unakuwa adui wa Mungu, yaani ukiwa rafiki wa dunia unakuwa adui wa Mungu. Kwa hiyo mara nyingi sasa huyu ambaye anaitwa e, dunia na ulimwengu amebeba kila kitu kibaya. Dunia na ulimwengu amebeba magonjwa, dunia na ulimwengu amebeba laana, dunia na ulimwengu amebeba uharibifu, dunia na ulimwengu amebeba mambo yote mabaya yuyo aliyoko ndani ya dunia na ulimwengu. Kwa ukipenda dunia na ulimwengu, lazima kumpenda Mungu akupo ndani ya Isaya 4 mstari wa kwanza. Sasa tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu. Mungu ameifanya dunia kuwa tupu, haina kitu kabisa aifanya ukiwa, aipindua na kuwakanyaga wakao ndani yake. Kwa hiyo ndio maana ukisha mimi ni wa duniani na kaa duniani, Mungu asema anaipindua hiyo dunia na kuikanyaga, kuwakanyaga wakao ndani yake. Kwa hiyo ndio maana ukisha ukoka lazima utoke kwenye dunia na ulimwengu, uende sehemu nyingine uishi huko.